Kwa ajili ya PID na PID sugu uh, ya kwanza kabisa ni cefixim ambayo ndio hii aha, kama unavyoona hapo, ina miligram 400. Uh, mgonjwa atakuwa na meza kidonge kimoja asubuhi, kimoja usiku kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne, na hii inapatikana uh, kwa brands tofauti tofauti hapa nimeweka hii kama mfano tu, lakini ziko za makampuni tofauti tofauti. Ikumbukwe, unameza kidonge kimoja asubuhi kimoja usiku au kila baada ya masaa kumi na mbili kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne. Aha, hii ni dawa ya kwanza A. dawa ya pili ambayo ni doksaksilini eh, doksaksilini kidonge kimoja kila baada ya masaa kumi na mbili, yani asubuhi kimoja na usiku kimoja kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne. Hii ni dawa ya pili. Na dawa ya tatu katika rejimu hii uh, ni metronidazole ambayo hii metronidazole, huyo mgonjwa atalazimika kutumia uh, metronidazole ya vidonge. Anameza vidonge viwili kila baada ya masaa nane yaani asubuhi, ya mchana na usiku kwa muda wa siku uh, saba hadi kumi na nne au kama hatatumia metronidazole za vidonge basi atapata metronidazole ya sindano au uh, ya drip ambapo atapata miligramu 500 kila baada ya masaa manane kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne. Hapa huwa kuna sindano ile ya mshipa ambayo wengi tumezoea kuita Pasef ambayo ndo hii. uh, hii na anashauri uh, hapa uh, kwamba hii Pasef au ceftriaxone itachomwa Aa, katika mshipa na itachomwa uh, gramu moja kama unavyoona hapo uh, gramu moja kama unavyoona hapa, na itachomwa basi uh, kila siku sindano moja kwa muda wa siku saba mfululizo, lakini pia anatumia pamoja na doxycycline ambayo ndio hii, kama kawaida ni kidonge kimoja asubuhi, kimoja usiku kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne lakini pia anatumia na metronidazole. Uh, kama kawaida vidonge viwili kila baada ya masaa manane uh, ni asubuhi, mchana na usiku kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne hizi anatumia kwa pamoja. Uh, na rejimu ya tatu ambayo inapendekezwa na Tanzania treatment guideline uh, ni injection tupu hapa kwa ni clindamycin injection ambayo ni miligramu 900 anapata kuchomwa asubuhi mchana na usiku, yani kila baada ya masaa manane kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne. Lakini pia anapata na gentamicin injection ambayo pia anachoma uh, kila baada ya masaa manane miligramu tisini kwa muda wa siku saba hadi kumi na nne. Pamoja na hizi uh, dawa nilizozitaja hapa, itaangaliwa pia huyo mtu ana shida gani nyingine ya ziada au kisababishi kilichopelekea PID uh, kwake ni kipi. Kwa hivyo, kama ana tatizo la fungus atapewa pamoja na dawa za fungus pia, ambapo atapewa dawa ya fungus ya kumeza pamoja na ya kuapply. Lakini kama atakuwa na maumivu atapewa na dawa za maumivu. Lakini kama atakuwa ameshafikia hatua ya kuvurugika kwa hormone, atapewa na dawa kwa ajili ya kubalance hormone pia. Uh, na dawa za kubalansi hormone hapa kuna dawa za hormone pamoja na... lakini kama atakuwa amefikia ile hatua ya kupatwa na uh, vimbe mbalimbali -mbali, basi atapewa pamoja na dawa za ziada kwa ajili ya kuyeyusha vimbe kama ziko katika hatua ya awali au kama zimefika hatua ya juu, basi atalazimika kufanyiwa uh, operation kwa ajili ya kuondoa hizo vimbe. Hii ni muhimu sana kuzingatia, na watu waepuke kutumia dawa uh, katika kiwango cha chini yani underdose kama ilivyozoeleka. Mtu uh, ana PID lakini anapewa dawa uh, anapewa labda metronidazole peke yake na anatumia. Tutapata kuangalia uh, dawa za kutibu PID. Tutaangalia kwa undani kabisa aina ya dawa ambazo zinatumika kutibu PID na PID sugu, lakini tutaangalia japo kwa ufupi sana dalili za PID ni zipi, lakini pia uh, nini kinasababisha, tutaangalia kwa ufupi sana, ila uh, kiini cha somo letu ni dawa za kutibu uh, PID uh, ni kualike tu kama ni mara yako ya kwanza unakutana na video zetu, basi upate ku subscribe katika chaneli yetu, ili usiwe unapitwa na updates na masomo, mbali mbalimbali ambayo tunakayokuwa tunapakia . Lakini pia usisahau ku like ku comment na ku share na wengine, ili waweze kupata elimu hii muhimu kabisa. Lakini pia kama una maoni au una maswali au una chochote kile ambacho ulitaka ukisikia kutoka kwetu, basi usisite kutuandikia katika comment section hapo, na sisi tutafanyia kazi kwa uh, uangalifu mkubwa kabisa. Uh, kitaalam na kwa uwazi uh wa kuelewa katika lugha nyepesi kabisa ya uh, kawaida. Oh, basi bila kupoteza muda tuende katika somo letu la leo ambalo uh, tutaangalia juu ya dawa za kutibu uh, PID, lakini kabla tufike hapo, tuangalie japo kwa ufupi tu PID ni nini? Maana tumekuwa tukisikia Uh, katika maeneo mbalimbali tunakoishi au ukienda hospitali unasikia ya PID, una dalili za PID au kwenye magrupu nini ya mitandao mbalimbali mbali ya kijamii tunasikia uh, watu wakiongelea kuhusiana na PID, PID. Lakini sasa tuangalie hapa, PID ni kitu gani na uh, mtu anawezaje kugundua kwamba ana PID? Asa, PID kama neno lenyewe, PID ni kifupi cha uh, maneno ambayo yanaitwa kwa kizungu Pelvic Inflammation Diseases au Pelvic, uh, Inflammatory, uh, Diseases, yani PID ikiwa na maana ya kwamba ni maambukizi uh, katika viungo vya uzazi vya mwanamke ambapo uh, mwanamke huyu Tukisema viungo vya uzazi hapa, tunajumuisha kuanzia njia ya uzazi yenyewe kwa maana ya ukeni, lakini pia shingo ya kizazi kwa maana ya cervix, lakini pia uterus kwa maana ya tumbo la uzazi au uh, wengi huita mji wa uzazi lakini pia, pia fallopian tubes kwa maana ya merija ile ya ya ya kupitisha mayai lakini pia na ovaries, yani sehemu ile ambayo uh, mayai ndio huwa sasa maeneo hayo ndio ambayo yanahusika moja kwa moja na tatizo hili la PID. Yaani hii PID inakuwa imeathiri moja kati ya sehemu hizo, inaweza ikawa moja au zaidi ya sehemu kama hizo. Yaani inaweza ikawa katika njia ya uzazi kwa maana ya ukeni, pengine na shingo ya kizazi, au inaweza ikawa katika Uh, tumbo la uzazi pamoja na mirija ya uzazi au hata sehemu zaidi ya mbili au hata sehemu zote, inategemeana na uh, stage ambayo amefikia mgonjwa, lakini pia na maeneo yanayozunguka uh, maeneo yanayozunguka uh, viungo hivyo, ambapo kuna zile muscles kwa mfano katika uterus, si kuko na muscles ambazo pia mtu kama yuko na PID hupata uh, kuathirika baada ya muda, lakini pia katika ovaries kuko kuna muscles kuna uh, hali ambazo sio za kawaida, huyo mtu anakuwa anazipata akiwa na PID. Lakini sasa hii PID huwa katika uh, muundo gani hasa? PID huwa ni matokeo au ni, ni zao la maambukizi mbalimbali ambayo mwanamke anakuwa ameyapata uh, muda mrefu na kwa bahati mbaya hajapata kutibia kikamilifu, aidha ametibia lakini sio katika uh, utaratibu ambao unatakiwa, na hivyo kupelekea usugu na uh, vimelea kuwa uh, zaidi na kupelekea hali hii ya PID. Sasa tumesema ni matokeo ya maambukizi ya muda mrefu. Maambukizi haya inaweza ikawa maambukizi ya, ya bakteria, inaweza ikawa maambukizi ya fungus, inaweza ikawa maambukizi ya fungus pamoja na bakteria, lakini inaweza ikawa uh, ni matokeo ya uwiano usio wa kawaida kati ya vimelea rafiki na vimelea wabaya katika uh, sehemu za siri, yani inaitwa uh, bakteria vaginosis, lakini inaweza ikawa kwa mfano ikiwa ni fungal infection, ikiwa ni fungal infection hii inakuwa ni yeast au candida albicans. Lakini ikiwa ni bacteria infection, inaweza ikawa ni ugonjwa wa zinaa pia, kama vile gonorrhea, chlamydia, lakini hii ambayo tumeita bacteria vaginosis na aina nyingine za magonjwa ya zinaa. Lakini pia uh, inaweza ikawa ni uh, incomplete abortion, yani, mtu anaweza akaa um, either amefanya abortion au Uh, mimba iliharibika lakini kwa kuto kuzingatia uh, kupata dawa zile ambazo zimezoeleka kama dawa za kusafisha inapelekea huyo mtu kupata infection na mwisho wa siku asipojitibia kwa wakati itafikia hii hali ambayo inaitwa PID. Sasa tuangalie kwa ufupi sana dalili za PID ni zipi? Uh, mpenzi mtazamaji, hapa kwenye dalili watu wengi hupata kuchanganya sana. Uh, kwa sababu kuna dalili za ugonjwa lakini kuna complications ambazo zinatokana na ugonjwa husika. Kwa hivyo hapa kuhusiana ku, na PID nitapata kuchanganya hizi complications pamoja na dalili uh, Mtu mwenye PID atakuwa na experience maumivu maumivu makali sana ya chini ya kitovu uh, wamezoea kuita tumbo la chini Anapata maumivu makali sana ama maumivu yanaweza yakawa mfululizo au ya vipindi uh fulani fulani, uh, lakini pia uh, mwanamke ambaye ana PID anaweza akawa anapata maumivu wakati wa tendo au baada ya tendo. Lakini uh, huyu mwanamke ambaye ana PID anaweza akawa na experience kutokwa na uchafu sio wa kawaida, uchafu Uh, unaweza ukawa mweupe, unaweza ukawa wa rangi, lakini unaambatana na harufu kali. Lakini pia anaweza uh, akawa anapata uh, hali ambayo tunasema ni uh, anakuwa anakosa hamu ya tendo la ndoa yaani, hii ni loss of libido ambayo huyu mwanamke mwenye PID anapoteza kabisa uwezo wa kihisia na hivyo anakuwa anakosa hamu ya tendo la ndoa, lakini kuna complications ambazo zinatokana na shida hii ya PID. Complications hizi ni kama vile kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi, ambapo anaweza akawa either haingii kabisa, au anaweza akawa anaingia zaidi ya mara moja ndani ya mwezi mmoja yani, ndani ya mwezi mmoja anaingia hata mara mbili au mara tatu, au anaingia, anapata damu kidogo au damu nyingi kupita kiasi, lakini pia anaweza uh, na anashindwa kushika ujauzito. Hii pia ni moja ya complications ambazo zinapatikana kwa huyu mtu ambaye ni uh, ana PID kwa sababu uh, maambukizi haya ya bakteria au ya fangasi au fangasi pamoja na bakteria yakiwa kwa muda mrefu, yanapata kuinterfere uh, mfumo wa hormone kwa hivyo huyu mtu atakuwa ana mvurugiko wa homon ambao unapelekea uh, ugumu kwenye kushika uja uzito. Lakini pia uh, complication nyingine ni kwamba huyu mtu anakuwa ana anapatwa na hali ambayo uh, tunasema ni kama homa muda mwingine uh, lakini pia uh, P.I.D inaweza ikapelekea uvimbe vimbe mbalimbali mbali katika either tumbo la uzazi kwa maana ya uterus, lakini pia anaweza kaa anapata vimbe katika hizi fallopian tubes, lakini pia anaweza akapata vimbe katika ovaries. Sasa uh, hii ni sio dalili, ni complication ambayo pia uh, kama atakuwa amepata hizi vimbe hizi, inaweza ikawa ni uh, fibroids, inaweza ikawa adhesion, naweza ikawa uh, aina nyingine kama endometriosis. Lakini sasa, akiwa na aina hizi za vimbe, huyu mtu atakuwa na experience vichefuchefu, pia baadhi ba, ba, ba, ya mida, yaani kuna muda anakuwa anapata vichefuchefu na homa na hali kama hizo. Sasa tuende moja kwa moja katika kiini cha somo letu, ambalo uh, ambacho ni dawa za kutibu uh, PID kufuatana na mwongozo wa matibabu wa Tanzania yani Tanzania uh, Standard Treatment Guideline STG, uh, inaelekeza uh, dawa ambazo ni za kawaida kabisa ambazo zimezoeleka na watu wengi, lakini kwa bahati mbaya sana maeneo mengi uh, hata maeneo yangu ya kazi nimekuwa niki pokea baadhi ya vyeti unakuta zimekuwa zime uh, pre prescribed wrongly. Samahani kutumia hili neno moja kwa moja, lakini zinakuwa zina mapungufu kwa maana ya kwamba hawa watu wanaandikiwa dawa zinakuwa ni underdose ukilinganisha na mwongozo wa matibabu wa Tanzania unavyohitaji. Sasa uh, mwongozo unahitaji nini? mwongozo umeweka makundi matatu uh, au regime tatu tofauti za matibabu ya uh, PID, ambapo itatumika kufuatana na hali yaani severity ya huyu mtu tatizo lake lilikofikia, lakini pia uh, kisababishi nini hasa kimesababisha na hali nyingine ambayo, ambazo atakuwa nazo huyo mgonjwa kwa wakati husika. Sasa uh, rejimu ya kwanza kulingana na Tanzania uh, Standard Treatment Guideline uh, rejimu ya kwanza uh, inakuwa inajumuisha dawa tatu ambazo dawa hizo ni antibiotics, um, uh, lakini pia itategemeana na kisababishi ni nini. Kama huyu mtu atakuwa na dalili pia za fungus, basi atapata hizi antibiotics tatu pamoja na antifango na antifango hapo, atapata ya antifango ya kumeza pamoja na ya kuapply. Itategemeana na hali ambayo anaionyesha saa hiyo. Sasa dawa ya kwanza uh, inaitwa cefixim, ambayo cefixim ndio hii kama unavyoona hapo aha, hii ndio cefixime ya miligramu 400, na katika Standard Treatment Guideline inaonesha ya kwamba uh, huyu mtu atameza hii dawa uh, kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku uh, saba hadi 14 Kwa hivyo kidonge kimoja uh, kwa muda wa siku uh, masaa kumi na mbili kwa muda wa siku saba hadi kumi e, na nne. Hii inaitwa Cefixim na hii Cefixim iko ya makampuni tofauti tofauti. Hapa nimechukulia hii kama mfano tu, lakini uh, sio kila sehemu ukienda utapata Cefixim ya aina hii uh, unaweza kupata ya aina nyingine tofauti, lakini dawa ya pili ni Doxycycline. Doxycycline ndio hii uh -huh. Mara nyingi watu huita dox, wanafupisha wanaita doxy, ambapo hii pia anakuwa na meza kidonge kimoja kila baada ya masaa kumi na mbili kwa muda wa siku saba hadi siku kumi na nne. Hii ndio dox, ambapo uh -huh. Box lake liko namna hii uh -huh. lakini sio kila sehemu utapata ya kampuni hiyo, kwa sababu dawa zinatoka kwa makampuni tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa, uh, nimechukulia hii kama mfano, lakini dawa nyingine ambayo ina inaelekezwa na standard treatment, uh, treatment guideline ni hii ambayo imezoeleka kabisa. Hii ni Flagyl, uh, jina la kitaalamu inaitwa metronidazole kama unavyoona hapo Aha, metronidazole na hii iko ya makampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna muda utaenda sehemu utapewa kama hii, lakini kuna sehemu nyingine utapewa ya muundo kama huu. Aha, lakini kuna sehemu nyingine utapewa ya muundo tofauti kabisa ambayo inaweza ikawa kama hii, Aha, kama hii. Na hii metronidazole pia mgonjwa atakuwa na meza vidonge viwili kila baada ya masaa manane yaani asubuhi, mchana na usiku kwa muda wa siku saba hadi 14. Kwa hivyo hiyo ni rejimu ya kwanza ambapo mgonjwa atatumia cefixime kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku saba hadi 14. Alafu anapata doxycycline kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku saba hadi 14 na atapata Flagyl au metronidazole vidonge viwili kila baada ya masaa manane kwa muda wa siku uh, saba hadi kumi na nne. Ni muhimu sana uh, kuzingatia hilo, na ukipata chini ya hapo, ina maana umepata dozi pungufu. Uh, kuna uwezekano mkubwa wa kuto kupona kikamilifu. Aha, tuache hii. Tuende regime ya pili. Regime ya pili uh, standard treatment uh, guideline ya Tanzania inaonyesha kwamba uh, mgonjwa atapata injection, ambapo injection, ambayo nikisema injection namaanisha ni dawa sindano, shindano ambayo maarufu kabisa uh, watu wamezoea kuita powercef i, kwa kitaalamu inaitwa ceftriaxone, ambayo ndio ina hii, kama unapoona hapo ni ceftriaxone injection au uh, watu waita power safe. Sasa hii anatumiaje? Hii mgonjwa atakuwa anachomwa katika mshipa ambapo anachomwa uh, kama hii ambayo ni gram moja kama unavyoona hapo ni gram moja anachomwa kila siku kwa muda wa siku saba mfululizo Leo kesho kesho kutwa, uh, kwa muda wa siku saba. Sasa hii ceftriaxone injection uh, au pia ziko za makampuni tofauti tofauti. Hapa nimeleta tu uh, kama mfano hii, au kuna aina hii hapa, au brandi hii hapa uh, lakini sio kila sehemu utapewa aina hizi, utakuwa na aina tofauti tofauti kufuatana na kampuni uh, tofauti, lakini uh, pamoja na kupewa hizi injection lakini pia uh, STG au standard treatment guideline inaonesha ya kwamba atapata hizi sindano lakini atapata na doxycycline kama uh, unavyoona hapo, ambayo ndio hii tena, ambapo anatumia kwa siku saba uh, hadi kumi na nne, lakini pia atapata na metronidazole tena, ambapo metronidazole kama kawaida atapata miligram 400, miligram 400 ni sawa na vidonge hivi viwili kila baada ya masaa manane kwa muda wa siku saba hadi 14 au atapata metronidazole uh, injection metronidazole... metronidazole injection ambapo atapata uh, atakuwa na, ana- anapata kila baada ya ya masaa ma nane kwa muda wa siku saba hadi uh, kumi uh, na nne. Pamoja na hivyo, katika hizi regime zote mbili tunaangalia pia na hali gani huyu mgonjwa wetu yuko nayo. Kwao hali zenyewe zinakuwa uh, namaanisha nini? Namaanisha kwamba kama huyu mtu atakuwa na dalili za fungus, basi atapewa pamoja na dawa za fungus yanantfango lakini kama atakuwa na maumivu atapewa na dawa za maumivu. Kama atakuwa amefikia hatua ambapo homoni zake zimepatwa kuvurugika, basi atapata na dawa kwa ajili ya kubalansi hormone. Uh, lakini rejim ya tatu katika mwongozo wa matibabu wa Tanzania inaonyesha apate ni injection. Tupo hapo, ambapo hapa atapata kuna dawa inaitwa clindamycin injection Aha, clindamycin, clindamycin injection hii pia ni amshipa anapata miligramu mia tisa kila baada ya masaa manane kwa muda wa siku kumi na nne lakini pia anapata pamoja na gentamicin injection ambayo miligramu uh, tisini kila baada ya masaa manane 8 kwa muda wa siku kumi na nne pamoja na hivyo pia izingatiwe kwamba tutaangalia na hali zingine kama yuko na Uh, fungal infection basi tutampatia na antifango na kama yuko na maumivu tunampatia na dawa ya maumivu lakini pia kama ana tatizo la kihomoni pia tutampatia na uh, dawa kwa ajili ya kubalance homoni zake pamoja uh, na hivyo ni vizuri sana kuzingatia hii sio kila sehemu utapewa hizi dawa kama ilivyoainishwa katika standard treatment guideline ya Tanzania. Kuna muda unaweza ukapewa aina nyingine ya dawa. Aina nyingine namaanisha nini? Ziko dawa ambazo pia zina uwezo wa kutibu PID, lakini zitachanganywa na dawa zingine. Haitumiki tu hizi zenyewe peke yake. Kwa mfano unaweza enda sehemu uh, utaandikiwa dawa ya namna hii ambayo hii na mchanganyiko wa ciprofloxacin pamoja na tinidazole, lakini uh, utapewa pamoja na aina nyingine ya dawa kama vile uh, azithromycin uh, ziko za kampuni tofauti tofauti, uh -huh. Inaweza ikawa hii au uh, inaweza ikawa ile brandi ambayo imezoeleka sana na watu wengi wanaita Azuma, lakini inaweza ikawa kama hii, ambapo uh, pamoja na hivyo, hizi dawa zitatumika kati ya siku saba hadi kumi na nne uh -huh. Lakini pia ni vema kumaliza dozi na video hii au elimu hii tunayopeana hapa isichukuliwe kama uh, suluhisho la mwisho. Kwa hivyo mtu akiwa na dalili za PID ni vyema kufika hospitali kufanyiwa vipimo. Uh, pale ukikutana na uh, daktari atapata ku uh, diagnose vizuri na atapata kufahamu uko katika stage gani na una hali gani nyingine kwa hivyo Uh, dawa gani ziwe sahihi kwa kuanza nazo uh-huh. Kwa sababu nasema hivyo, kwa sababu uh, jamii za Kitanzania au za Kiafrika uh, tuna kawaida ya ya kutumia maarifa kidogo, yani hii hapo tunapeana ni kama mwanga uh, lakini haimaanishi kwamba Uh, inatosha kuto kufika hospitali. Kwa hivyo ni vizuri kufika hospitali au kuwasiliana na mtaalamu wa afya uh, aliyoko karibu yako, au unaweza katukonsalti hata sisi, tukapata kuwasiliana uh, vizuri kabisa, na mwisho wa siku uh, kufikia lengo la uh, matibabu. Uh, mpenzi mtazamaji, nikualike tu tena, kama uh, ni mara yako ya kwanza kukutana na video zetu basi usiache ku subscribe katika channel yetu, lakini pia uh, usisahau ku comment, ku like na kushare na watu wengine. Karibu na asante.